Karibu sana katika simulizi hii yenye kina na yenye ufunuo mkubwa kuhusu swali ambalo limewachanganya na kuwashangaza wengi. Je, Adamu alikuwa na mke wa kwanza aitwaye Lilith kabla ya Hawa? Au Hawa ndiye pekee aliyekuwa mke wake wa kwanza kulingana na Biblia? Leo tutachunguza hili kwa kina sana na ukweli wa Biblia pekee, bila kufuata nadharia za watu, masimulizi ya kizungu, hadithi za Kiyahudi za baadaye au maoni ya watu waliojitengenezea hadithi. Tutategemea neno la Mungu lenyewe, maandiko matakatifu, ili kuona ukweli wazi. Ukweli wa Biblia, hakuna Lilith ama mke wa adamu kwanza. Wazi kabisa, Biblia haitaji hata kidogo mtu aitwaye Lilith kama mke wa Adamu au mwanamke wa kwanza. Jina Lilith linaonekana mara moja tu katika Biblia yote na si katika kitabu cha Mwanzo bali katika Isaya 34 mstari wa 14. Wanyama wa porini watakutana na mbwa mwitu, mbuzi mwitu ataita mwenzake. Huko ndiko Lilith atakapopumzika na kupata mahali pa kupumzika. Isaya 34 mstari wa 14 tafsiri ya Kiswahili. Hapa Lilith inahusu kiumbe cha usiku au ndege wa usiku kama Screech Owl, au Night Monster katika tafsiri nyingine. Ni sehemu ya unabii wa hukumu dhidi ya Edomu, ambapo ardhi itakuwa ukiwa na wanyama wa porini na roho za usiku. Haina uhusiano wowote na Adamu, bustani ya Edeni au mke wa kwanza. Wataalamu wa Kiebrania na watafsiri wa Biblia wanakubaliana kwamba hii si jina la mtu, bali ni neno la kiumbe cha kishenzi au ndege wa usiku si mwanamke aliyeumbwa na Mungu. Mwanzo moja na Mwanzo mbili, maelezo moja ya uumbaji, siyo mbili tofauti. Wengi wanaodai Lilith ni mke wa kwanza wanasema kwamba Mwanzo moja mstari wa 27 inazungumzia mwanamke wa kwanza Lilith aliyeumbwa pamoja na Adamu kutoka mavumbi. Mungu akawaumba mwanamume na mwanamke kwa sura yake, Mwanzo moja mstari wa 27 na Mwanzo mbili inazungumzia Hawa aliyeumbwa kutoka ubavu wa Adamu. Mwanzo mbili mstari wa 21 hadi 22. Wanadai hii ni mbili tofauti, hivyo kuna mke wa kwanza na wa pili. Lakini hii ni kutoelewa vizuri maandiko. Biblia inafundisha kwamba Mwanzo moja na Mwanzo mbili sio hadithi mbili tofauti, bali ni maelezo moja yenye undani tofauti. Mwanzo moja ni muhtasari wa uumbaji wote. Mungu anaumba mwanamume na mwanamke kwa pamoja katika siku ya sita. Mwanzo moja mstari wa 26 hadi 31. Mwanzo mbili inarudi nyuma na kutoa maelezo ya kina kuhusu jinsi Mungu alivyoumba mwanamke huyo kutoka kwa ubavu wa Adamu ili awe msaidizi anayefaa. Mwanzo mbili mstari wa 18 hadi 25. Hii ni mtindo wa Biblia. Inatoa muhtasari kwanza kisha inafafanua. Mfano ni Mwanzo mmoja mstari wa kwanza, mbingu na nchi zimeumbwa, na Mwanzo mbili inayoeleza jinsi ilivyotendeka. Hakuna mwanamke wa kwanza tofauti na wa pili. Hawa ndiye pekee anayetajwa kama mke wa Adamu na mama wa walio hai. Mwanzo tatu mstari wa ishirini, Adamu akamwita jina Hawa kwa maana yeye ndiye mama wa walio hai wote. Uumbaji wa Adamu na Hawa, ukweli wa moja kwa moja. Biblia inasema wazi Mungu aliumba Adamu kutoka mavumbi ya nchi, Mwanzo mbili mstari wa saba. Adamu alikuwa peke yake, hivyo Mungu akasema, si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi anayefaa. Mwanzo mbili mstari wa 18. Mungu akamfanya usingizi mtupu Adamu, akachukua ubavu wake, akamfinyanga mwanamke na akamleta kwa Adamu. Mwanzo mbili mstari wa 21 hadi 22. Adamu akasema, Huyu sasa ni mfupa wa mifupa yangu na nyama ya nyama yangu. Mwanzo mbili mstari wa ishirini na tatu. Kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mwanzo mbili mstari wa ishirini na nne. Hii inaonyesha Hawa ndiye mwanamke wa kwanza na pekee aliyeumbwa kwa ajili ya Adamu. Hakuna nafasi ya mke mwingine kabla yake katika neno la Mungu. Asili ya hadithi ya Lilith si Biblia bali hadithi za baadaye. Hadithi ya Lilith kama mke wa kwanza wa Adamu inatoka baadaye sana, si katika Biblia. Inatokana na hadithi za Kibabiloni na Wasumeria kale, Lilitu, roho za kike za usiku zinazoshambulia watoto na wajawazito. Katika Talmud, karne za tatu hadi ya tano, baada ya Kristo na maandiko mengine ya Kiyahudi, Lilith inatajwa kama pepo au roho mbaya, si mke wa Adamu. Hadithi kamili ya kwamba Lilith ni mke wa kwanza wa Adamu inatoka katika Alphabet of Ben Sira karne ya 8 hadi ya 9 baada ya Kristo, kitabu cha kedeli na hadithi za kiajabu ajabu. Siyo sehemu ya Biblia au maandiko matakatifu ya Kiyahudi makuu. Katika Zohar Kabala karne ya 13 na maandiko mengine ya Kidi, wakati hadithi inapanuka, lakini hii ni maoni ya watu wanadamu, si neno la Mungu. Biblia yenyewe haitoi nafasi yoyote kwa hadithi hii. Mungu aliumba Adamu na Hawa kwa wawili wa kwanza, na Hawa ndiye mama wa wanadamu wote. Warumi 5 mstari wa 18 hadi 14 na Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 45. Kwa nini watu wanaamini Lilith? Baadhi wanasema mbili hadithi tofauti katika Mwanzo, lakini hii ni tafsiri potofu. Wengine wanafuata hadithi za Kiyahudi za baadaye, au filamu, vitabu na media, kama hadithi za kisasa zinazomfanya Lilith kuwa mwanamke mhuru. Lakini kama waumini wa Biblia tunategemea neno la Mungu pekee, si masimulizi ya watu. Ukweli wa mwisho: Hawa ndiye mke wa kwanza na wa kweli. Biblia inathibitisha: Adamu na Hawa waliungwa kwa sura na mfano wa Mungu, Mwanzo moja mstari wa 27. Hawa alitoka kwa Adamu ili wawe mwili mmoja, Mwanzo 2 mstari wa 24. Hakuna mke mwingine kabla yake. Lilith ni jina la kiumbe cha usiku katika Isaya 34 mstari wa 14, si mwanamke aliyeumbwa na Mungu. Hii ndiyo ukweli wa Biblia. Hawa ndiye mke wa kwanza wa Adamu, mama wa walio hai na sehemu ya mpango wa Mungu wa uumbaji na familia. Kama ulifurahia ufafanuzi huu mkina wenye maandiko mengi na ukweli wa moja kwa moja kutoka Biblia kuhusu Adamu, Hawa na hadithi ya Lilith na unataka kujifunza zaidi kuhusu uumbaji, bustani ya Edeni, dhambi ya asili na mpango wa Mungu kwa binadamu, jiandikie sasa kwenye channel au playlist ya simulizi za Biblia. Huko tutachunguza masuala ya kiroho kwa undani zaidi na maandiko mengi ili uweze kukua katika imani na kuwasaidia wengine kuelewa Neno la Mungu bila hadithi za watu. Usikose video zijazo zenye ufunuo mkubwa. Subscribe sasa hivi kwenye channel ya Bible Voice Kiswahili ili upate taarifa mara moja. Bonyeza kitufe cha subscribe na kengele. Mungu akubariki sana katika safari yako ya kiroho. Tuendelee pamoja kufunua ukweli wa Neno lake. Hawa ndiye wa kwanza na Biblia inatosha. Kama simulizi hii imekusaidia kuelewa ukweli wa Biblia kuhusu Adamu na Hawa, bonyeza subscribe kwenye Bible Voice Kiswahili na uwashe kengele usikose mafundisho na simulizi nyingine za kiroho zitakazojenga imani yako. Kabla ya video hii, uliamini Lilith alikuwa mke wa kwanza wa Adamu au uliamini Hawa ndiye wa kwanza? Tuandikie maoni yako hapo chini.